Naitwa Dr. Sigrid, daktari bingwa wa masikio, pua na koo, natokea hospitali ya taifa Muhimbili. Leo ningependa kuzungumzia tatizo la nyama za pua kwa watoto na kwa watu wazima. Tatizo la nyama za pua imekuwa ni tatizo linaloonekana kwamba linaongezeka kwa wingi katika siku hizi za karibuni. Nyama za pua kitaalamu tunaziita adenoids. Adenoids, so huwa zinaota sehemu mbalimbali ya ndani ya kinywa na nyuma ya sehemu za pua, na kazi yake hasa ni kwa ajili ya kutengeneza kinga ama kuupa mwili kinga kwa ajili ya kujikinga na maradhi especially mtoto anapokuwa ana, ana, anaanza kutengeneza kinga kwa ajili ya, ya, ya, ya kuweza kupigana na maradhi mbalimbali ya utotoni. Kisababishi kikubwa ni maambukizi ya maradhi ambayo maradhi hayo yanaweza ikawa ya ni bakteria ama virusi. Kisababishi kingine huwa ni swala la mzio ama allergy, kwamba wa watoto wenye allergy, watapata shida zaidi ya nyama za pua kuongezeka ukubwa kuliko wale watoto ambao wa hawana. dalili zake hasa ni nini? Kwa hiyo pale dalili za hasa za nyama za pua kwa watoto ziko mbalimbali mbali, lakini zile ambazo huwa mara nyingi zinakuja wazazi wanalalamika nazo ni kukoroma mtoto ata, mzazi atalamika mtoto, mtoto anakoroma sana usiku, anaacha mdomo wazi wakati wa kulala, anashindwa kupumua. Na dalili nyingine ni kupata homa mara kwa mara na mafua yasiyoisha. Mzazi atakwambia mtoto wangu anauma mafua mwezi mzima, ama saa nyingine miezi miwili bila kupona. Dalili nyingine ambazo sio dalili huwapata kwa watoto wote ni upungufu wa usikivu, kwamba zile nyama za pua zina sehemu ya nyuma ya pua, zinapokua pale zinaingiliana na sehemu ya ndani ya sikio kwa hiyo zikikua kubwa pale, basi sikio nalo linapata shida ya maambukizi mbalimbali, na mtoto ataanza kupata shida ya usikivu. Mzazi atakuja atakulalamikia, mtoto wangu namuita siku hizi, naona hasikii. Kingine ni ukuaji wa meno ambao haupo mzuri ndani ya mdomo mtoto, kwa sababu anapumua na mdomo muda wote, anaacha mdomo wazi, basi meno yatakuwa yanaota mpangilio ambao sio ule unaotakiwa. Kwa hiyo wazazi, tunawasiwa unapo dalili kama hizo, basi ni vyema kufika hospitali kwa haraka kwa ajili ya uchunguzi zaidi na matibabu ya kitaalamu.